Niliyoshika mkononi ni spray ya povu. Hii ni special kabisa kwa nywele ambazo hazina dawa, ni kutoka Soft and Free. Kwa hiyo kama nywele yako haina dawa au nywele yako ni fupi kama hivi ambavyo unaona alafu iwe tu haina dawa, tutakwenda kutengeneza finger coil. Nitaanza kwa kupulizia povu yangu kama hivi ambavyo unaona, inanisaidia kuilainisha nywele na kuifanya ninapoenda kuitwist hivi iwe rahisi, lakini unaweza kutwist bila jeli yoyote Sawa sawa lakini una uwezo wa kutumia jeli nyepesi ile ya Soft and Free. Mimi mkononi nilishika jeli kidogo sana, yeah, Soft and Free. Sawa sawa. Kwa, una uwezo wa kutumia bila jeli, una uwezo wa kutumia na jeli, angalia tu urahisi wako. Ni nzuri sana. Kama una nywele fupi, sio lazima kila siku uchane tu nywele zako uende. Hapana. Una uwezo wa kutengeneza finger kama hivi na ina uwezo kukaa zaidi hata ya wiki sasa una uwezo wa kutwist kichwa kizima au una uwezo wa kusuka upande upande uka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 kujiunga na magrupu yetu itakuwa ni bure kabisa. Ingia YouTube, tafuta Farida Othman, kisha gusa button ile ni kwa subscribe kama hivyo ambavyo unaona. Alafu njona screenshot kwenye namba ambayo unaona kwenye screen. Utaamua wewe ni kuunga kwenye grupu au unitumie ile feedback yako, nitakurekebisha. Hii ni moja kati ya nywele rahisi kwa wale ambao wanafunzi mnaanza kujifunza mambo ya saluni ndani ya siku moja tu ushajua kutengeneza hivi, unaendelea na prosesi nyingine. Final yake ilikuwa kama hivi. Kwa hiyo akisha na wewe unachukua spray yako ya povu kutoka soft and free, alafu jaribisha, nitumie feedback. Asante naendelea kujifunza nami, kwa herini. Bye, bye.